Hii ni K News. Habari. Kwa ni k habarikwa niaba ya Umoja wa Wanawake Tanzania na kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi nilichukua <coughs> nafasi hii kutoa salamu za pole kwa familia, mama pamoja na watoto, ndugu na jamaa pamoja na marafiki wote ambao tumehudhuria katika eneo hili. Wenzangu wameeleza sifa za Lucia, mimi siwezi kuzirejea kwa sababu nitashindwa, kwa namna ambavyo nilivyomjua mtoto huyu, uchapa kazi yake ya Nikuombe subira, nikuombe subira, uendelee. Kwa niaba ya mwenyekiti wa UWT Taifa na Umoja wa Wanawake wa Tanzania, kama ambavyo mmeshuhudia, mwenyekiti wetu wameshindwa kuendelea lakini tunachukua fursa hii kutoa pole nyingi kwa familia, mama mzazi, watoto, ndugu, jamaa na marafiki, lakini pia tunatoa shukurani nyingi kwa uongozi wa chama na serikali na jumuiya zote, mkoa wa Mbeya na hapa mkoa wa Manyara, lakini pia na wote walioguswa na msiba huu ambao wamesafiri Naomba niwaombe na sana wanandugu, zingatieni kutunza watoto waliwachwa, muwalee muwasomeshe hapa. Kesho kutwa utasikia hapa kiwanja kimeuzwa, shamba limeuzwa, nyumba imegombewa, wamepelekana hapa. Kama serikali, Mungu akinipa kibali cha kuwa hapa kwa muda mrefu, nitahakikisha pia ninasaidia watoto hao waweze kwenda shule tusisikie heka hizi, heka zinazopita binti amepitaidi. <coughs> amewekeza kiasi cha kutosha, Mungu alivyo, amejenga nyumba yake ile pale. Ile nyumba ni kwa ajili ya watoto wake, tutasikiliza baadaye hapa kwenye. Ah, watoto watoto hawa wakae kwenye nyumba yao, wakata zzwa watunzi watakuwapata akilo waikute nyumba aliyojenga mama yao wakute mashamba. Leo ni mama yao ya kwanza alikuwa ni yeye tu. na mama mwenyekiti, naomba ni kuhakikishie kwenye hili sisi, tuacha kuwa mkali, maana saa nyingine watu tunashughulikiana ni nikiwa na tabasamu hivi hivi, tunashughulikiana na tabasamu hili hili, na hata Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya nilimweka front sana kipindi kile aweze kuangalia angalia, kwa tutaendelea kuona watoto wanasoma, wanatazamwa na vitu vya marehemu vinabakia. Nimesema hili kwa sababu maalum za kiusalama. Mungu awabariki sana, pole sana. Amefanya mambo mengi sana, na sisi kwenye mkoa wetu wa Mbeya tulisema kwamba tunajipambanua, tutasema kweli daima, fitina mwiko. Tulikemea sana, tunakemea sana majungu na ufitini, tutende haki kwa watu wote. Hizo sifa dada yetu Lucia Sulle alikuwa nazo. Kwa tumepoteza mpiganaji mahiri na hata tukielekea kipindi hiki cha kuelekea kwenye uchaguzi tunamhitaji sana dada yetu Rusia kuliko yeye alivyo anajitahidi labda na familia yake. Kwa hiyo tunapongeze watu wa Manyara na mama mzazi kwa mlimzaa dada Rusia lakini mlimzaa kwa ajili ya kututendea kazi sisi watu wa Mbeya lakini na Chama cha Mapinduzi kwa ujumla. Tunapoteza mpambanaji sana. Nimepoteza binti mimi, nilikuwa naona kuna bright future. Yani, unaona kabisa huyu atafika mbali, lakini Mwenyezi Mungu ana mipango yake, sisi tuna mipango. Niwape pole sana wazazi, ndugu, lakini kikubwa zaidi dada yangu Mary, najua ulimtumainia ulimtegemea, kwa sababu dada Mary ana groom vijana kuja kuwa viongozi. Kwa maana umoja wa vijana inabidi mumshukuru sana mama, anachukua vijana nawaleta huko, nawanyanyua kazi wakivuruga inamuuhi kweli lakini Lucy Lucy alikuwa one of the great example, na ndio maana sote tumesikitika kwa kweli, tunapoteza the best leader, the best future leaders ni kama huyu dada. Lakini tunamwachia Mwenyezi Mungu mambo mengine yote, na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, nimejitahidi nikuwa kwenye ziara huko, nimepanda ndege kuja kuwahi kuhakikisha namsindikiza binti huyu na najenga heshima kwa wasichana wote wa mkoa huu wa Babati kwamba nafasi zipo na mnatumainiwa, mna mwe kama Lucy, mfike mbali kutoka kwenye uhudumu kwenda kuwa katibu mpaka katibu wa mkoa wa UWT. Na nawahakikishia muda si mrefu angekuwa katibu wa sisi wa mkoa. Naiona, nilikuwa naiona kabisa kwa sababu she was very bold, straight na hana upande. Najua kipindi hiki cha uchaguzi Shida, kila kundi linavuta upande wake, mnatuchanganya kweli na wagombee. Bwana Yesu asikiliza Na katika hilo, baba askofu, tuombee sana, na kila napoenda nakuta wagombee hawa, kila mmoja anavuta, yes, na kwake, lakini Mwenyezi Mungu atatuvusha. Nashukuru sana. Lucia ameacha watoto wadogo. kwa wale ambao jana walikuwa wanasikiliza clip mama yake alipozungumza, hakika tuna kila sababu ya kuwa karibu na familia hii, ina kila sababu ya kusaidia, isije ikawa kama alivyosema baba askofu kwamba leo tumekuja, baada ya hapo tusijuani. Hakika ninaamini wote kwa pamoja tutakuwa karibu na familia hii, hasa sisi wana Manyara ambao ni majirani. Hii ni K News. Habari.